Kwa majina mimi ni Mrakibu wa Polisi Lazaro Masembo ni mkuu usalama wa barabarani wa wilaya ya Geita, kaimu mkuu usalama barabarani wa mkoa wa Geita, Geita. Sheria imetupa mamlaka ya kuchukuliana hatua kao madereva watukutu, kule barabarani wao wanachukuliwa hatua, na miongoni mwa hatua ambazo wanachukuliwa hawa madereva ni pamoja na tozo kuandikiwa fine ambazo wanalipa shilingi elfu thelathini kwa kila kosa lakini pia kwa pikipiki wanalipa shilingi elfu kumi kwa hiyo ni hatua moja lakini hatua ya pili ni kwa a madereva wanaokoa sasa wamefika hatua ambao sio mzuri tunawapeleka mahakamani. Tunawapeleka mahakamani lakini kuna hatua zingine ambazo tunachukua sisi wenyewe kwa mujibu wa sheria lakini zingine zinatamkwa na mahakama kwa madereva ambao wanakuwa wamefanya makosa masaani ulevi, mwendo kasi, kuzidisha abiria na ku... kujaribu kuyapita magari mengine maeneo ambayo hayaruhusiwi tunafunga leseni. Na nikisema kufunga leseni inamaanisha tunaondoa yale madaraja ya biashara kwenye leseni zao kwa kipindi maalum, kwa mfano kwa mwaka ambao tumemaliza, ishirini ishirini na tano leseni za madereva 54, ziliondolewa madaraja katika hizi leseni 54, 38 zilikuwa zinahusiana na makosa ya mwendo kasi, leseni 38. Lakini leseni tano uh, ni za makosa ambayo yalihusiana na ajali na madereva saba walifungiwa hawa kutokana na ulevi. Makosa mengineyo tukawa nayo na manne. Kwa kujumuisha hapo, utapata hiyo hamsini na nne. Hiyo yote tunachukua kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa kimbilio za wananchi wanapokuwa wanapambania utafutaji kwa maana ya shughuli uh, za kimaendeleo uh, barabara. Watu wasianze kuogopa wa kuingia barabarani. Unaweza ukaona sasa hivi mwitiko kwenye jamii yetu Geita imekuwa kubwa, huwezi ukakutana na ISIS. kwenye mabasi rai uh, yetu tu na kwa wananchi, wasikubali kupanda gari ambalo anaingia nafika nakuta ana kitu cha kukaa. Kwa nini? ikitokea ajali hawa ambao walikuwa wamekaa hapa kwenye korido hawajafunga mikanda, ndio wanapokuwa wa kwanza kwenda kule mbele, chomoka na kioo cha mbele, na pengine gari hili hili sasa litakuja kuwakanyaga. Kwa hiyo tunapokuwa na abiria waliokaa kwenye viti na wamefunga mikanda, inatusaidia sana kupunguza madhara ya, ya, ya. kupunguza madhara ya ya. Na kwa kweli, kwa kweli tunaenda ksun tumeanza vizuri, madereva wameitika na wamiliki wa mabasi sasa wanakuunga mkono, kwa sababu magari yao hayazidishi abiria ya. Lakini sambamba na hilo, madereva hawaendeshi kwa mwendo kasi. Tunatamani sana ikiwezekana, kule barabarani asiwe dereva hata mmoja ambaye ataandikiwa faini, lakini hili tutalifikia tu endapo, tutakuwa tutakua watii wa sheria za barabara mathalan madereva wa wote wajas madereva wote wa pikipiki wanapoendesha pikipiki zao wavae kofia kwa ajili ya usalama wao, pamoja na abiria wao, wasizidishe abiria kwa maana ya mshikaki. Wale wa mabajaji wao wanaita mnazi, wasiaita abiria kulia ama mshoto. Kwa dereva hakuna mtu atakuja akukamata na kuandikie faini, chombo chako kina bima mifumo ya chombo yote iko vizuri au endeshi umelewa hakuna mtu atakukamata kukamata zaidi ya kumpungia mkono ndugu yangu safari njema kawasalimie huko wendako tutakiana kila heri kwa hiyo rai yetu tu ni kwamba wananchi wetu wazingatie kanuni taratibu na sheria zinazotuongoza barabara mwaka huu tuna kauli mbiu yetu familia yako inakusubiri, zingatia usalama, kwamba kila mtu anapokuwa yuko safari hii familia yake kule nyumbani iko inamsubiri. Sasa asikuzingatia usalama, hatofika kukutana na familia yake. Kwa hiyo usipande gari ambalo limekwisha kujaa, usikubali limefanyatesha mwendo kasi nawe ukaanza kushangilia, usikubali kubebwa mshikaki na kuna wengine wanapanda juu ya marodi ya mchanga ama ya. Tusikubali kupanda, tusikubali. Kuhusiana na swala zima la elimu katika mkoa wetu huu wa Geita na mji wetu wa Katola wa wilaya ya Geita kwa ujumla wake, tumekuwa tulikuwa tukijitahidi tunatoa elimu kwa watumiaji wa barabara katika makundi yote tunalo kundi la watoto wa shule, tunatoa elimu mashuleni, lakini pia tunatoa elimu kwa wapane pikipiki boda boda na madereva wa bajaji. Tunatoa elimu pia kwa madereva wa mabasi pamoja na abiria, maagenti ama wengine wanaita wapiga debe kwenye stendi zote za mkoa wetu wa Geita. Kila siku tunafanya hilo zoezi. Lakini pia tunavyo vipindi vitatu kwa njia ya redio ambazo tunatoa kila wiki, radio station tatu tunatoa di endi. tunaingia pia baribari, mtsaniko, tuna ya base, kwenye makundi mbalimbali kusanyiko, kwenye mikutano makanisani, tunafika tunatoa elimu ya usalama barabarani. Kwa mantikio basi, tumeingia kwenye eneo kubwa la jamii tumelifikia na tunaweza kuwapatia hiyo elimu, na tunaamini jamii kwamba sasa inastaarabika kuhusiana na swala zima matumizi sahihi ya barabara. Tunaenda vizuri, tunafanya mikutano mingi sana na mabodaboda na mabajaji, tumezunguka maeneo yetu, lakini wakati tamaa tunaendelea so, kwa sababu swala la utoaji wa elimu niendelee leo wanaingia wanatoka, wanaingia na binadamu tuna tunasahau kwa hiyo tunahitaji kukumbushana mara kwa mara. Uh, tuaje elimu huu unatusaidia sana sisi kama jeshi la polisi na jamii kwa ujumla uh, katika kupunguza matukio ya ajali achia tu mbali matukio ya ajali, lakini pia matishio ya matukio ya ajali yamepungua, yaani, kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na kipindi cha nyuma, lakini pia uhalifu tu huu mwingine wa barabarani na wenyewe unapungua kwa sababu ya matokeo chanya ya zoezi la uelimishaji kwa jamii. Tunaona kabisa ina mwitikio mkubwa, unaweza ukaona matumizi ya vivuko vya watembea kwa miguu yanazingatiwa. Hayo yote ni matunda ya swala zima la utoaji wa elimu. Hiyo njia sako CCM haina haina mataa ya kuongoza magari ni kutokana na hali yake ile, barabara ni ya vumbi, na unaweza ukaona hivi karibuni ilikuwa kwenye matengenezo baada ya kuwa na mashimo sana, lakini sasa hivi iko katika hali nzuri. Uh, tunachokifanya pale kuhakikisha kwamba ajali zinapungua ama matumizi yanakuwa sahihi ya barabara moja ni hili ambayo tumetoka kulisema saizi ya utoaji wa elimu. Mtu kama haelewi namna gani anapaswa kuenenda barabarani, uh, itakuwa ni ngumu, lakini kwa kupitia elimu hii tunayoitoa sasa kwa makundi yote haya ambayo tumeyasema ya, ya jamii, utakuta kwamba utii sasa wa sheria unakuwa mkubwa kwa namna ambavyo kuna msongamano pale barabarani, e, watu wangekuwa hawana maarifa ya namna bora ya ku, ya kujadiliana pale barabarani, ajali zilikuwa nyingi sana, zilikuwa nyingi sana. Lakini kwa, kwa, kwa sababu ya maarifa haya ambayo tunapeana kila siku e, utaona nikauzana barabarani inakuwa sio mingi sana, tuwezi kusema imeisha, ipo lakini sio mingi. Haya, tunahakikisha pia kwamba wanakuweko oh, askari kwa sababu unawaona wanaonekana wakifanya dunia mara wa kwa mara kuhakikisha kwamba maeneo yale yanakuwa salama. Wenzetu wa TANROADS wanasema wako kwenye mkakati wa kuhakikisha hii barabara na yenyewe inakuwa ya kiwango cha lami kama ile nyingine. Kwa hiyo waliyoelekea lami, lami ikiwekwa pale, tutakutana na hizo taa za kuongoza magari lakini, hmm, sambamba na vifuko vya hmm, watembelea nkuu vinaweza kukaweko, huwezi ukaweka hata pale kwenye hmm, itakuwa changamoto.